Kwa nini tumesema dereva na Samia ishirini ishirini na tano na kwa nini tunakwenda kumpongeza kupatia tuzo ya heshima? Ndugu zangu waandishi wa habari, viongozi mbalimbali na Watanzania kwa ujumla, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamefanywa, si kwa madereva tu, wala si kwa watu tu, baadhi <laughs> tukiangalia swala la miundombinu, sisi kama dereva tunajua tulikuwa tunatembea sehemu ya kutembea siku moja masaa matatu tumekuwa tukitembea, sasa hivi kikua tunatembea masaa matatu. Hapo mwanzo unaitembea takribani wiki nzima, lakini sehemu ambayo yukona, unaweza kufika kwa siku moja, inakulazimu ufike zaidi ya siku tano. Lakini halikadhalika leo tulikuwa tuna usafiri, tulikuwa tuna mabasi yanaondoka mchana tu, asubuhi tu lakini leo mabasi yanatembea usiku na mchana. Kwa hiyo wahitimizi tayari hata sisi ambao tulikuwa tunateseka barabarani masaa mengi, masiku mengi, kufikisha mzigo wa mteja ama kuwafikisha hawa bidhaa sehemu fulani, leo tunawafikishwa kwa wakati, wanakwenda kutekeleza majukumu ya kujenga taifa hili. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha nasi tunaunga mkono jitihada zilizofanywa lakini yale mambo mazuri yaliyotekelezwa na awamu hii ya nne, mambo kaza wakazwa tangu Mheshimiwa Rais amekabidhiwa nchi hii au ameachiwa nchi hii. Kuna mambo yalikuwa hajakamilika lakini leo tunapozungumza zungum, leo siku mbili zijazo kuna mambo makubwa kama daraja la Busisi Gongo Feri kilomita kilometa tatu na linakwenda kuzinduliwa Tayari ule, ule, ule usumbufu ulikuwa tunapitia kwenye zile pantoni kwenda upande wa pili, leo tunakwenda kutembea ndani ya dakika kumi na tano umeshafika upande wa pili. Kwa hiyo nchi inafunguka, lakini kuna mambo mengi ambayo tunazungumza nchi hii. Kama mnavyojua, mwanzo shehena ya mizigo ilikuwa ni michache sana katika bandari zetu, lakini hivi sasa tunapozungumza, tumetoka kwenye tani milioni tani, tani milioni kumi na tano tunakwenda kwenye tani milioni hamsini kasoro ameshaelewa, maana yake jinsi gani nchi hii imefunguka. Mheshimiwa Rais amefungua nchi, na sisi kama madereva ambao tunasafirisha hii mizigo na hatimaye kusababisha nchi ifunguke, tunahitaji kumpongeza. Tunapompongeza sasa, na sisi tunaona kabisa kwamba timu hii ya awamu inayokuja atafanya makubwa, kwa sababu yale majukumu aliyokuwa nayo mengi ya kufanya kuhakikisha kwamba anaboresha nchi anaboresha miundombinu anaboresha mahospitali anaboresha upande wa mashule yote yameshakamilika. Kwa hiyo tuna imani hata hii ya madereva itakwenda kufaa nini kukamilika. Hatuna budi kuchukua tuzo ya heshima kumpatia Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameamua kutembea kwenye maono yake na kusimamia yale aliyoyaahidi na yale aliyoachwa Changamoto tunazozipitia ni nyingi. Kama madereva wa kike, unaweza mka ukaenda sehemu kuomba kazi ukakutana na changamoto ya kukataliwa, changamoto ya kuomba kuombwa rushwa za ngono. Hizo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo nyingi mbalimbali, na zingine ambazo siku hiyo tutazizungumza kama tutapata nafasi kama madereva wa kike, lakini natumaini siku hiyo tunaweza tunaomba tupate utatuzi wa tatizo letu kama madereva wanawake. Kongamano hili litakua kufungua fursa kubwa sana kwa madereva wanawake, na ndio maana mwanzo nimetoa wito kwa madereva hasa wa mama wajitokeze kwa wingi ili tutoe kero zetu pale tupate fursa nyingi zaidi. Kwanza ni kuonyesha ni kwa jinsi gani tunaelewa na tunathamini jitihada zinazofanywa na serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania china ya rais wetu mama yetu mpendwa Samia Suluh Hasan. Tumelitambua hilo na ndio maana tumefika mali, tumeona tunaamini kwamba inawezekana. Sasa ni wakati wetu na sisi kama madereva mama kupata kilio chetu moja kwa moja. Sasa njia gani i kilio chetu kwa mama moja kwa moja, tukaona njia sahihi ni kuandaa kongamano ambayo tunaamini kama yeye amekosa nafasi, basi mtu sahihi mwakilishi wake ni waziri mkuu atalibeba na kulifikisha kwake ili kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili madereva katika maisha yao na shughuli zao. <tune>